Ya tatu Roho Mtakatifu atukunulie maandiko Amen alama za Mungu asema Bwana akanena na Musa katika bara ya Sinai mkato ndio hemani mwa kukutania mkato ndio siku ya kwanza ya mwezi wa pili mkato ndio katika mwaka wa pili baada ya kutoka kwa nchi ya Misri mkato ndio akamwambia mkato ndio fanyeni hesabu ya mkutano wote wa wana wa Israeli mkato ndio kwa kuandama jamaa zao mkato ndio na nyumba ndiyo kama hesabu ya majina ilivyo ndiyo kila mtu mume kichwa kwa kichwa nukta mkato ndio tangu mwenye miaka ishirini umri wake mkato na zaidi mkato ndio wote wawezao kutoka kwenda vitani ndio katika Israeli nukta mkato ndio wewe na Haruni mtawahesabu kwa kuandama majeshi yao ndio nukta fungaseni ndio ya hesabu za Mungu ni kwamba uh -huh. ufanyika kwa ajili ya kusibilake mkate uh -huh. pia kutenga watiifu na wasio tii nukta uh -huh. Sensa ya Mungu ufanyika kwa ajili ya ukombozi uh -huh. na uambatana na sadaka maalum nukta uh -huh. Sensa ya Mungu upitia kutenga walio wake na waadui. Uh -huh. nukta ndio alituma malaika kuhesabu kila nyumba uh -huh. wakati anataka kuwakomboa Israeli kwa uh -huh. Farao nukta ndio kilichowakomboa Israeli ilikuwa hey. ni sadaka ya damu ya sawa mwanakondoo ndiyo kipindi hiki cha hesabu hey. hakikisha unamtolea Mungu wako sadaka hey. upate kukombolewa na kuepusha watoto wako na sawa tigo ndiyo kitabu cha Kutoka sura ya kumi na mbili mstari wa kumi na tatu hadi wa kumi na nne namsomalo mtakatifu azikumule maandiko maana nitapita kati ya nchi misi ya Misri misi usiku huo mkato eh. nami nitawapiga eh. wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri mkato wa mwanadamu wa nyama nukta mkato ndio nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri nukta mkato eh. mimi ni nini, Bwana nini, nukta eh. mstari wa kumi na tatu eh. na hiyo damu itakuwa ishara kwenu ndio katika zile nyumba mtakazokuwamo nukta mkati ndio mimi nitakapoiona ile damu mkati nitapita juu yenu mkati eh, ndio isiwapate pigo lolote likawaharibu mkati ndiyo nitakapoipiga nchi ya Misri ndiyo nukta ungasemi Amen, amen, amen. amen. nyumba